Leo siku ya nini? siku ya nini? maadhimisho ya nini? Vijana bila ya bangi, inawezekana. Vijana bila baada ya kulevya, vijana bila ya bangi, vijana bila ya unga, vijana bila ya kulewa kupitiliza. Vijana ni nguvu ya taifa. Sasa wote wote, kwa pamoja, tuangalie pale pale, ameandika maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kupiga Tunasoma pale, tuanze pale, wekeza kwenye kinga dhidi, kinga na tiba dhidi ya dawa za nini? Tunasoma wote, wekeza. Nasema mi una, we unaitikia sawa eh? sawa eh? wekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya, wekeza kinga na tiba zidi ya dawa za kulevya. Vijana bila ya bangi, vijana bila ya unga, vijana bila ya kulewa sana. Vijana ni nguvu ya leo na kesho, kwa hiyo tukinge afya zetu, sawa eh? DJ, hebu weka kwanza, wape ujumbe vizuri, ungoja kwanza. Ukiwa makini, ukamatwi, ufungwi au baki au bakwi, utaishi vizuri, utakuwa baba bora, utakuwa mama bora wakati wa askari atakuwa rafiki yako, wongo kweli? Chukua tano, chukua tano, chukua tano, chukua tano, chukua tano, chukua tano. Wakati huo DJ weka ile nyimbo ambayo askari atakuwa rafiki yako. Kama mfanya kosa la kawaida tu, unamwambia askari nilegezee nini? Haya ah, tena, tena. Kamata, DJ kamata kamata, kamata, kamata, kamata. Tunarudia hiyo nyimbo, tugeuke huku. Ute huku huku huku. Kwani mafanda yako wapi? Mafanda yako wapi? Mafanda yako wapi? Mafanda wa huku. Kwa hiyo tunafanya hivi tu. Afande negezee kamba, afu nafanya hivi.

bilizionilipondosaningifanya nini? Nilijikuta najitetea sababu napanga kinoni, ila fande, sio kwamba nauza mimi mwenyewe, nauziwa. Ila kesi ya robali afande, nimesingiziwa afande, legezeka ili niweze kukupanga fande yote sababu ya mchumba, ndiyo maana mimi naiba. DJ, kamata, kamata. Ini... Safi sana sasa, hii nyimbo tunarudia tena, lakini wakati tunaimba, swali letu sasa, tukakaa tunakuja burudani ya, ya, ya, macho, mimi na mimi naingia jukwani, hiyo hiyo mafando shasikia sasa hivi, ila usirudie kula dawa dawa, na maanisha so panado, yani dawa ni bange, dawa za kulevya, unga, usitumie, usitumie vile vishawishi vitakufanya upoteze dawa yako. DJ, twende. Twende kule twende, twende. Twende, twende. Yes. Yes, yes. Legeze... Asante sana vijana, hoye, vijana safi. Wakati vijana wakiarudi hapa, nilikuwa namwona mzee wangu mchungaji Richard Hananja mwenye akijiita Rich alikuwa akifurahi kweli kweli, kwa sababu hili ni kundi lake kubwa ambalo amekuwa akilielimisha kama mwelimisha rika, na anafurahi kweli kweli vijana anapowaona wakihamasika kujitokeza kwenye tukio kubwa kama hivi. Wakati utaratibu wa burudani ukiendelea, ninaomba kuendelea kuwatambua viongozi ambao tupo nao siku hii ya leo na wapo jukwaa kuu, ninamwona Dkt. George Mgomela, yeye ni mwakilishi wa ubalozi wa Marekani hapa nchini Tanzania, miongoni mwa wadau ambao wa hapo baadaye tutasikia salamu kutoka kwao. Lakini yupo Mheshimiwa Jaji Dkt. Evaristo Longopa, jaji wa Mahakama Kuu, tupo naye hapa jukwaa kuu vilevile. Lakini niwatambue e, waliowahi kuwa makamishna jenerali e, wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tunaye kamishna eh, jenerali wa kwanza kabisa eh, Rogers Sianga ambaye yupo hapa pamoja nasi jukwaa kuu, karibu sana. Yeye ndo alikuwa mbeba maono wa kwanza wa mamlaka hii, karibu sana sana sana. Namna anapata na, heshima kweli kweli kutoka kwa wana DCA, hongereni sana. Vile vile nilimuona lakini nadhani ametoka na atakuwa na ratiba nyingine, lakini yupo pamoja nasi hapo kumbini James William Kaji ambaye hivi sasa ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa maarufu zaidi kama NIDA. Wote hawa wamepata kuhudumu kama makamishna jenerali wa mamlaka hii. Lakini mwingine ambaye hivi sasa ni katibu tawala kule mkoani Mara ni Gerald Kusaya. Hawa pia kwa ujumla wamehudumu kama makamishna jenerali wa mamlaka hii ya DCEA uh, hi, Niombe kuambia kwamba tunataraji mheshimiwa mgeni rasmi atakuwa na wasili muda wote kutokea sasa, na atakapowasili ataanza pale nje kwenye ratiba ya kutembelea mabanda, kwa sababu tuna mabanda ya maonyesho ni machache kama kumi hivi, ambapo akipita kwa dakika zisizozidi tano basi ataingia hapo kumbini, na atakapowasili, inaombwa sana wote kwa heshima na taadhima Tutainuka ili kumlaki mgeni rasmi atakapokuwa amewasili ukumbini, na kwa wale ambao nimeona mmevalia kofia zimependeza kweli kweli za DCEA, basi ndo tutainua mikono yetu tukipunga, lakini natambua vile vile tunazo bendera ama vipeperusha ambavyo tunavyo, tutapeperusha hivyo kwa pamoja wakati anaingia mheshimiwa mgeni rasmi hapa. Lakini tutaongozwa na bendi ya TOT katika mapokezi ya mheshimiwa mgeni rasmi. Asanteni sana kwa usikivu wenu, na tuendelee kuvumilia wakati mgeni rasmi tukimtarajia muda wowote kutokea hivi sasa. Tuendelee na burudani katika jukwaa la burudani. Asante sana. Aya, tuende tuanze burudani. Wakati wa kwaya mkoa, tukae tayari.

longa madawa ya kulevya duniani ni hatari sana. Tusipokuwa waangalifu, nguvu kazi Tanzania inaisha. Kauli mbiu ya mwaka huu, wekeza katika kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Tuzingatie haya.

Tuweke ulinzi wa kutosha mipakani na viwanja vya ndege, tupate kupambana nao, meli na magari gose maleta finu kwandie kugundula wasawa, tawanasa au hato dawa yao ipo. Tuweke ulinzi wa kutosha mipakani na viwanja vya ndege, tuweze kupambana nao, meli na magari gose mabeba finu kwandie kugundula wasawa tunakushukuru kamishina Kamishna Jenerali Limo, unachapa kazi usiku na mchana bila kuchoka, kupambana nao wauza madawa ya kulevya. Mchapa kazi, kongole. Pongezi nyingi kwa Raisi Dakta Samia kwa kazi nzuri anazofanya anafanya mengi tena mazuri sana. Kwa muda mfupi ameboresha elimu, barabara, sanati namawoganga, tele tele, miradi mbali mbali ya kimkakati. Tanzania inajengwa. Mama Samia, kongole! Tanzania oye oh yeah. Tanzania oh. Tanzania oye oh yeah. Tanzania oh. Mama Samia oye oh yeah. Mama Samia oye oh. oh yeah. Mama Samia oh. Tutawanasa madawa yate, ya kulevya ni hatari kwa mwananchi, yasichezewe na watoto, yaleta athari kubwa. Tembe ya uone. tembe ya uone baba Angalia mipaka yote bwana. Tembea uone wote. Tembea uone. Tembea uone. Tembea uone. Tembea uone. Limo, limo. Tembea uone. Angalia mipaka yote bwana. Tembea uone limo. Tembea uone. Tembea uone. Limo. Tembe

lele lele lele mwajuma, mwajuma, tupige vita madawa ya kulevya, madawa ya kulevya zi amani ya nchi, tuitunze amani na upendo, sisi amani na upendo, dira yetu

Manana, manana, manana, manana, manana, manana, manana, manana, makofi kwao. Safi sana, safi namna hiyo. Haya, kwaya ya mkoa, twende jukwani. Kwaya ya mkoa, DJ Kevin, walete kwaya ya mkoa. Wakati waungwana, kaa tayari waungwana.